unarejesha imani ya mashabiki e, inarejesha confidence ya mashabiki kwa sababu tumetoka kupoteza michezo miwili mtawalia e, kwenye michuano ya kimataifa watu walikuwa down. Kwa hiyo ushindi huwa leo ume ume, ume boost e, kwa kiasi kikubwa sana e, morali confidence na imani ya mashabiki wa Simba. Lakini wachezaji waliofunga wote hii leo e, kila mmoja ana hadithi yake kwenye goli ambalo amefunga hii leo lakini kwa kipekee kabisa hadithi ya Muhammad Bajaber ni ni, ya kuvutia kweli kweli. Tangu amekuja Bajaber, hajapata nafasi ya kucheza mechi ya kimashindano na yeye mwenyewe kiujumla wake ilikuwa inamuumiza sana e, kuna wakati alikuwa ana, analazimisha acheze, lakini madaktari ndo anamwambia, bado haujakuwa sawa sawa, utajitonesha, kwa hiyo endelea kuwa na subira. Kwa hiyo amesubiri, na hatimaye hii leo amepata nafasi mechi yake ya kwanza. Kwanza, kitendo cha kutoka tu jina lake kwenye lineup kwake ilikuwa ni ushindi eh. Kitendo cha kunyanyuliwa kuanza kufanya warm up ikawa ni ushindi wa pili. Kuingia uwanjani ikawa ni ushindi wa tatu, na ushindi wa nne ni yeye kufunga goli. Imekuwa ni goli ambalo eh, kusema kweli, limeleta hisia kubwa sana. Na ukiangalia achilia mbali mashabiki wenye huwa wanashangilia kila kitu, lakini tazama reaction ya timu nzima, wachezaji wote, benchi lote la ufundi, walikuwa walienda kushangilia naye kwa sababu eh, tulikuwa tukimuona tukiwa kambini namna ambavyo anasononeka vile ambavyo hapati nafasi ya kucheza. Kwa hiyo eh, Bajaberi ni mshindani wa kweli, sio wale watu ambao eh, akiwa na majeraha na yeye ndo anapatema umo humo dharura zake, lakini kwa Bajaberi yeye ni mshindani, alikuwa anaumia, kwa nini, kwa nini hachezi. Leo kufunga kusema kweli, imekuwa ni jambo kubwa sana kwake, na tunaamini bado hajakuwa kwenye ule utimamu ambao tunautaka tuna kwa Bashaber, lakini goli ambao amelifunga limemrejeshea imani kubwa kwelikweli kwa upande wake. FM.